Karibu wapenzi watazamaji, ili niweze kuwapasha yale yote mpayo yametendeka. Mimi ni mtangazaji wako Bwana Ezra niko pelako sikio, ili nikuchanganulie yale mpayo yametendeka. Kuna taarifa ambazo zimeweza kutolewa na mwanaharakati Rose Miyemba ambazo anasema kwamba ameweza kupewa kutoka vyanzo vya Ikulu Tanzania unajua wacha nikueleze katika mazingira ambayo tupo kuna watu ambao wanatumiwa kuvujisha taarifa sasa Ross Mayemba anaeleza kwamba Ikulu yuko na watu ambao wanampa taarifa na anaeleza kwamba amepokea taarifa kwamba Samia amepokea wito wa mahakama ya kimataifa ya jinai. Mapokea wito wa mahakama ya jinai, na tunaelezwa kwamba ile kesi ya Samia inatarajiwa kuanza hivi karibuni, kuanzia tarehe 19 Januari, mahala ambapo majaji Watakaa kwenye kikao waweze kuangalia kesi ya Tanzania, lakini sasa tunaelezwa kwamba Samia amepokea wito wa Marekani. Rose Mayemba amechapisha jinsi ambavyo unaona hapo kwamba taarifa ama Tanzania mpya, taarifa kwa umma, JWTZ Linda Mipaka gaidi Samia amepokea wito wa mahakama ya kimataifa ya jinai. Je, hiyo barua inasema nini? Inaelezwa kwamba imeweza kutolewa mnamo Januari tarehe kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na sita Haya, ya kwanza ikasema kwamba gaidi kiongozi Samia Suluh Hassan amepokea rasmi wito wa mahakama ya kimataifa ya jinai ICC kutoka The Hague kutokana na mauaji ya kimbari ya raia wa Tanganyika zaidi ya alfu kumi yaliyofanyika Oktoba na Novemba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kwa hivyo nasikia Samia amepewa barua wito kutoka The Hague. Je, huu wito ambao ameweza kupewa ni wa kufanya nini? Haya ya pili inasomeka hivi: vyanzo vyetu vya taarifa vilivyo de Hague vimedhibitisha kuwasilisha ama kuwasilishwa kwa wito huo wa ICC kwa gaidi Samia Suluhu Hassan. Aha, taarifa za kupokewa kwa wito huo zimedhibitishwa na chanzo chetu kilicho ndani ya Ikulu ambacho hakijakamilisha utaratibu wa kukabidhi mafaili. Unaona, kuna chanzo ambacho kiko Ikulu na wanatarajiwa kutoa mafaeli. Na unaona huyu Rose Mayemba anasema kwamba taarifa hizi kutoka The Hague zimeeleza kwamba ile barua ilitoka, alafu ikafika upande wa Ikulu, imepokelewa. <laughs> Nambari tatu akasema kwamba tunalielekeza jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, JWTZ, kulinda mipaka yote na kuhakikisha Samia Suluhu Hassan na wenzake hawaturuki ndani ya mipaka ya Tanzania. Tunakumbusha JWTZ kuweka taarifa za matukio yote ya kigandamizaji eh, na uhalifu yaliyofanyika kwenye ardhi ya Tanganyika, kwani wao ndio mashahidi namba moja kwenye kesi ya ICC. Wahusika zaidi ya mia moja, walio waliotekeleza mauaji ya kimbari wameridhishwa kujitokeza kutoa ushahidi kwa mwendesha mashtaka ili kujiepusha na adhabu kali. Unaona, wahusika zaidi ya mia moja wale ambao walitekeleza mauaji ya kimbari kama vile polisi na wengine wameridhishwa kujitokeza. Wamesema kwamba wao watatoa ushahidi upande wa The Hague ili kujiepusha na adhabu kali. Wataenda kusema kwamba wao walielekezwa kufanya madhambi na unaona kwamba taarifa hii inaielekeza jeshi la polisi, jeshi la mwananchi JWTZ, kulinda mipaka yote ili Samia mwenye amepokea barua na wenzake wasije wakatoroka, kwa sababu wakisikia kwamba wanatafutwa wanaweza wakakimbia nchi. Lakini wanajua ikiwa watakimbia nchi mahala ambapo wataelekea basi watatekwa nyara. kwa nini? ikiwa mahala ambapo wataelekea hilo taifa ni mwanachama wa ICC itakuwa rahisi sana wao kukamatwa. Namba nne, wanasema kwamba wanatoa onyo kali kwa Pala Magambo John Aidan Mwaluko Kabudi, profesa wa sheria pamoja na washirika wake kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam ambao wanafanya kazi ya kupepesa macho na kuficha uhalifu wa, wa kimataifa Uh, wagaidi Samia Suluhu Hassan na washirika wake. Tunamtaka Kabudi kutoa vi, eh, wito muda wake uliobakia dunia, uh, kwa umakini ili usije kugonga tabu na utata. Unaona hawa wanaharakati wanaambia Profesa Palamagamba John Aidani Mwaluko mwa Kabudi kwamba aache kutoa ushirika na serikali ya Samia kwa kupepesa macho na kuficha uhalifu wa kimataifa. Anajaribu sana kutetea hii serikali ya Samia ili kuweza kuficha ushahidi na hivyo basi, wanamuonya asite kufanya hivyo. Nambari tano wakasema kwamba tunaiagiza idara ya usalama wa taifa TIS, itifaki pamoja na vyombo vingine vyote vya ulinzi na usalama kuhakikisha kuwa Samia Suluhu Hassan anakwepa kwenda kwenye makazi, hakwepi kwenda kwenye makazi. Okay, anakwepa kwenda eh, kwenye makazi rasmi ya serikali na sio kwenye nyumba na vichorochoro ambako amekuwa akijificha. Wanaambia usalama wa taifa kwamba wahakikishe kwamba Samia anaenda kwenye makazi ya serikali na asiende nyumbani kwake kwa sababu sasa hivi yeye ndiyo rais. Nambari sita, wakasema hivi mm -hmm. Ili kuweka kumbukumbu sawa, Samia Suluhu Hassan na familia yake akiwemo gaidi Abduli Hafidhi Ameni gaidi wanu Afeidi Ameni, watoto wa Samia Suluhu Hassan, na gaidi Mohamedi Mchengerwa, mume wa wanu, wakiongozana na chama cha kikandamizi uh, CCM, JWTZ kikosi maalum cha kuzuia magendo kutoka Zanzibari walihusika moja kwa moja na mipango ya mauaji, mateso, ubakaji, ulawiti, ufietuaji risasi bila sababu, utekaji, mateso ya kisaikolojia na mauaji ya zaidi ya watu elfu kumi. Unaona, hawa wanaharakati wanaambia serikali kwamba Samia, watoto wake, JWTZ, aa, na CCM walihusika kwenye mauaji ya Oktoba ambayo yalikuwa ni ya kimbari. Nambari saba, wakaeleza kwamba watu wenye hekima na busara waliobaki kwenye chama cha kikandamizi cha kikandamizi cha CCM wanapaswa kujitoa kwa kumshinikiza Samia Suluhu Hassan kubeba msalaba wake na mauaji ya halaiki aliyoyafanya yeye na familia yake. Unaona, wanashauri chama CCM kuweza kumkwepa Samia ili aweze kubeba msalaba wake. Namba nane, wanasema kwamba tumesanya ushahidi usio wa shaka dhidi ya magaidi zaidi ya mia moja, walio waliotekeleza mauaji ya raia wasiokuwa na hatia na tumewasilisha ushahidi huo katika serikali ya Marekani baadhi ya baadhi yao wameshakubali kutoa ushahidi wao ili kujinusuru na adhabu kali. Wengine wana nafasi ya kujitokeza kabla adhabu haijafikia, na watuhumiwa wanaweza kuingia makubaliano ya kutoa ushahidi kwa ICC kama mashahidi. Unaona, wanajaribu kueleza kwamba kuna wale ambao u, majina yao yamekwisha kusanywa kwamba walikuwa kwenye kutekeleza mauaji na wanawataka, ili kuweza kuhakikisha kwamba wanajitokeza ili kuungama, na hata wanaweza wakawa mashahidi kusema kwamba sisi tulitumwa kuweza kufanya hili na kufanya lile. Sijui wazo lako mpenzi mtazamaji, ni lipi kuhusiana na hizi taarifa ambazo zimeweza kutolewa na mwanaharakati Ross Majemba kwamba Samia ameweza kupokezwa barua kutoka mahakama ya kimataifa kwamba mauaji ambayo aliweza kuyafanya Tanzania mwezi wa Oktoba yatamletea shida. Sijui wazo lako ni lipi? Mimi ni Bwana Ezra. Tupatane kwa kanda ijayo.